Ni saa 12 kamili Afrika Mashariki, sawa na saa 11 kamili Afrika ya Kati. Hujambo, mimi ni Lizi Masinga, karibu katika Amka na BBC. Katika Amka na BBC asubuhi hii, zaidi ya mashirika 20 ya misaada yanayofanya kazi Gaza yametoa wito kwa viongozi wa dunia kuchukua hatua baada ya tume Umoja Mataifa kusema kuwa Israel inafanya mauaji ya halaiki. Tanzania anza rasmi mchakato wa wamiliki wa silaha haramu kuzisalimisha kwa hiari yao. Nchi yetu ni nchi mwanachama wa Umoja wa Mataifa. Julai 18 mkutano ulifanyika huko New York Marekani, ambapo moja ya maridhiano ya mkutano huo ilikuwa ni nchi wanachama kushiriki katika mapambano dhidi ya uzagaji wa silaha haramu. Na katika gumzo, tunaangazia hali ya ukungu wa ubongo au brain fog, tukitazama dalili za tatizo hili. Anaweza kuwa na sahau vitu, ajui mahali aliweka, anasahau kufanya ile kazi alikuwa afanyi, ama hata kufanya makosa makosa yenye kawaida angefanya lakini kwanza ni muktasari wa habari za dunia. Msomaji ni jemuhuri mwa vyombo shukran rlizi karibu, msikilizaji. Zaidi ya mashirika ishirini ya misaada yanayofanya kazi huko Gaza yametoa wito kwa viongozi wa dunia kuchukua hatua thabiti kusitisha ukatili unaoendelea. Tamko hilo linakuja baada ya tume ya Umoja wa Mataifa kusema kuwa Israel inafanya mauaji ya kimbari dhidi ya Wapalestina. Esta Luambano anayo maelezo zaidi. Israel inaendelea kushambulia kwa nguvu zaidi huko Gaza mjini, hali inayoendelea kusababisha vifo vya Wapalestina huku wengine wengi zaidi wakijeruhiwa kimwili na kisaikolojia. Picha zimeonyesha ya watu wakijaribu kutoroka kusini mwa Gaza, lakini hamna hakikisho la kupata mahali salama. Wakuu wa mashirika hayo ishirini ya kutoa misaada ya kiutu, katika taarifa yao ya pamoja, wametoa wito kwa jamii ya kimataifa kuingilia kati kukomesha ukatili huo. Shirika la Umoja wa Mataifa kuhusu haki za binadamu katika ripoti yao ya jana, wamesema inachokifanya Israel huko Gaza ni mauaji ya kimbari dhidi ya wa Wapalestina. Israel imeendelea kupuuza, wakidai ripoti hiyo imekusanya taarifa za uongo. Rais Donald Trump na mkewe Bi Melania wamewasili nchini Uingereza kwa ziara rasmi. Ni ziara iliyopangwa kwa muda mrefu kwa mwaliko wa mfalme Charles, lakini pia imepokelewa kwa hisia ya mchanganyiko na raia wa kawaida nchini humo. Trump is... kwa nini amekaribishwa hapa kwetu? hapaswi kukaribishwa Trump hawakilishi kile tunachokithamini hapa Uingereza, hawakilishi maadili yetu. Mapema waandamanaji wanne walikamatwa kwa kuonyesha mabango ya Trump akiwa na Jeffrey Epstein, rafiki yake aliyefia jela ambako alikuwa anazuiliwa kuhusiana na vitendo vya unyanyasaji wa kingono dhidi ya watoto. Yule mshukiwa wa mauaji ya aliyekuwa mfuasi sugu wa rais Trump amefikishwa mahakamani kwa mara ya kwanza. Kijana huyo Tyler Robinson anakabiliwa na mashtaka ya mauaji ya Charlie Kirk. Hakuonyesha hisia zozote aliposomewa mashtaka hayo. Na maafisa wa Taliban wamesema wamesitisha huduma za intanet katika mikoa mitatu nchini humo likiwemo eneo la Kandaha. Wanadai wamechukua hatua wa hiyo kuzuia hali ya kuporomoka kwa maadili, japo huduma za simu zinaendelea. Biashara zikiwemo za benki na hata huduma za kiserikali zinginezo zimetatizika. Hii ni BBC Taarifa ya habari za dunia imesomwa na jamhuri mwa vyombo. Unasikiliza Amka na BBC kutoka idhaa ya Kiswahili ya BBC ikikutangazia kwenye FM, redio wa shirika na intaneti katika bbcswahili.com. Ukiwa Tanzania unatupata kupitia Redio Kwizera, Zanzibar ni Zenji FM, Kenya ni Kaunti FM. Iwapo upo Uganda tusikilize kupitia Redio Lira, na iwapo upo DRC utaweza kusikia kupitia Redio Muungano Beni. Unatupata pia kupitia Facebook ya BBC Swahili, weka ujumbe wako, na tukipata wasap tutausoma hewani. Asubuhi ya leo ko nami Masinga, karibu. Zaidi ya mashirika ishirini ya misaada na wafanyakazi huko Gaza ametoa wito kwa viongozi wa dunia kuchukua hatua baada ya tume ya Umoja wa Mataifa kusema kuwa Israel inafanya mauaji ya halaiki. Taarifa ilisema serikali zinapaswa kutumia kila chombo cha kisiasa, kisheria na kiuchumi ili kuingilia kati. Israel ilisema ripoti hiyo ya Umoja wa Mataifa ilitokana na vyanzo vya upendeleo na taarifa za uongo. Naseh Muhamed na taarifa zaidi uono Is nothing I lost everything. Ndivyo hali ilivyo kwa wakazi wa mji wa Gaza, hali ikizidi kuwa mbaya zaidi kila uchao hapa. Maelfu ya wapalestina wamelazimika kuyahama makazi yao kufuatia mashambulizi makali ya jeshi la Israel na kuporomoshwa kwa majengo katika mji huo. Haya yanajiri huku mashirika ya kutoa misaada na ya Umoja wa Mataifa yakisema kwa mara ya kwanza kwamba serikali ya Israel ambayo bado inaendelea na mashambulizi yake huko Gaza imetekeleza mauaji ya kimbari. Lakini licha ya taarifa hizo kutoka mashirika hayo serikali ya Israeli imesema haya ni matamshi ya chuki na ambayo siyo ya kweli na kusema ni propaganda za kundi la Hamas. Israel inakataa kategoriz... kabisa maneno hayo ambayo siyo ya kweli na yaliyochapishwa leo na tume hii ya uchunguzi inaeneza simulizi mbaya ya mauaji ya kimbari. Ripoti hiyo inatofautiana na mamlaka ya tume lakini tena ikisisitiza uchambuzi wao wa upendeleo. Siku ya Jumanne, jeshi la Israeli liliua takriban watu 91 katika mji huo huku mamlaka ya afya ikiripoti kuwa moja ya bomu lake lilipiga gari lililokuwa limebeba watu waliokuwa wakitoroka kwenye barabara ya pwani. Takriban majengo kumi na saba ya makazi ya jiji hilo yaliharibiwa, ukiwemo msikiti wa Aibek katika kitongoji cha Tufaa upande wa mashariki ambao ulilengwa na ndege ya kivita ya Israel. Picha zimeonyesha misururu ya Wapalestina wakijaribu kutoroka kusini mwa Gaza, lakini hamna hakikisho la kupata mahali salama. Wakuu wa mashirika hayo ya kutoa misaada kibinadamu katika taarifa yao ya pamoja wametoa wito kwa jamii ya kimataifa kuingilia kati kukomesha ukatili huo. Ni taarifa yake Nasteha Mohamed. Wabungi wa Uganda wametoa wito kwa serikali kuchukua hatua za haraka kuwalinda raia na ofanyakazi nje ya nchi. Hii inafuatia ufichuzi wa mamla, uh, makala ya BBC Africa Eye, Death in Dubai, ambao ulifichua unyenyesaji wa kingono vifo vya wafanyakazi wahamiaji wa Uganda katika Umoja wa Falme za Kiarabu, unaohusishwa na genge na ukahaba linaloendeshwa na raia wa Uganda. Berlin waliaula na taarifa zaidi wabunge nchini Uganda wameitaka serikali ya taifa hilo kufanya hima na kuwapa kinga wafanyikazi ambao ni raia wa Uganda walioko mataifa ya ughaibuni. Hii imejiri baada ya shirika la habari la BBC kupitia chapisho la BBC i kufichua madhila wanayopitia wasichana wadogo waliokwenda na Dubai kutafuta kazi. Katika chapisho hilo kwa jina Death in Dubai, BBC Africa i ilionyesha jinsi wanawake hao wananyanyaswa kingono huko Falme za Kiarabu. Uchunguzi wa BBC ulionyesha ya jinsi Charles Mwisigwa mzaliwa wa Uganda anayefanya kazi kama dereva wa basi mjini London alikuwa anafanya kazi ya kuwalaghai wasichana kutoka Uganda kuwa atawapa kazi kisha kuingiza katika ukahaba. Wabunge nchini Uganda wamemtaka waziri wa jinsia kutoa taarifa kuhusu unyanyasaji wa raia wa Uganda wanaofanya kazi ughaibuni. Henry Oyem Okello, waziri wa mambo ya nje nchini in Uganda, ameiambia BBC kuwa serikali ya taifa hilo imeanzisha uchunguzi kwa ushirikiano na ubalozi falme za Kiarabu ili kumkamata mshukiwa. Uh, nimemuuliza balozi wetu wa Falme za Kiarabu kuangazia swala hili na pia nimeagiza polisi wetu hapa kushirikiana na polisi iwe Falme za Kiarabu kutathmini ukweli na iwapo watapatikana na hatia basi watachukuliwa hatua. <totipation> wakijadili bungeni, spika wa bunge la Uganda Thomas Tayebwa ametaka bunge hilo kutunga sheria ambazo zitawalinda raia wa taifa hilo wanaokwenda kufanya kazi Falme za Kiarabu. Wabunge wa upinzani wameitaka serikali ya Uganda kuwa na mkataba na taifa la falme za kiarabu ili kuwalinda raia wa Uganda wanaofanya kazi kule, wengi ambao huenda kule kupitia mawakala ambao hawaaminiki. Ni taarifa yake Beldin Waliaula. Nchini Tanzania, jeshi la polisi limeanza rasmi mchakato wa wamiliki wa silaha haramu kuzikabidhi kwa hiari yao. Haya yanajiri chini ya mpango unaoendelea wa msamaha unaolenga kuzuia usambazaji wa silaha zisizo na leseni na kuimarisha usalama wa umma awali. Imezungumza na inspekta Silvanus Roemam kutoka kitengo cha udhibiti wa silaha na risasi makao makuu ya jeshi la polisi Tanzania. Kwanza alinieleza sababu ya kuanza kwa kampeni hii. msingi wa kampeni ya usalimishaji wa silaha silaha haramu unatokana na tangazo la serikali ya jini namba mia tano thelathini na saba ambayo tunasema tuna kwamba tangazo hilo linakuja baada ya sheria ya kudhibiti silaha na risasi ya mwaka elfu mbili kumi na tano. Nchi yetu ni nchi mwanachama umoja wa Mataifa, UN ambapo Julai kumi na eh, nane, kuna mkutano ulifanyika huko New York Marekani, ambapo moja ya maridhiano ya mkutano huo ilikuwa ni nchi wanachama kushiriki katika mapambano dhidi ya uzagaji wa silaha haramu hizi haramu zimepataje mwanya wa kuingia nchini Tanzania na Kuzote? ni maeneo gani hasa za, yanayolengwa zote? Uhalifu ni zao la jamii, kwa hiyo ndani ya Tanzania, sio Watanzania wote ni waadilifu na watifu na wazalendo, kwa hiyo wapo Watanzania ambao ni wahalifu na zinaingiaje. Ukiangalia pia jiografia ya nchi yetu, ina mipaka minane ya nchi kavu na ina mpaka mmoja wa bahari vile vile, tunaona kabisa kuna baadhi ya nchi zinazotuzunguka zimekuwa zikiandamwa na machafuko mbalimbali mbali ya kiusalama, lakini mbali na hapo tulapo Silaha haramu inaingiaje? Silaha haramu inaweza ikawa kwa mfano ni mtu alikuwa anamiliki kwa mujibu wa sheria, lakini baadaye akafariki, akaiacha ile silaha ndani ya familia yake. Sasa na familia yake wasipoweza kuipeleka ile silaha kituo cha polisi kuisalimisha, hivyo ile silaha tunaichukulia kama ni silaha haramu. Lakini pia wapo watu wengine ambao unakuta wanaingiza silaha nchini bila kufuata utaratibu wa uingizaji wa silaha nchini na kuanza kuzitumia moja kwa moja kwa manufaa yao binafsi. Sasa hizo zote tunasema kwamba hizo ndio silaha haramu. Je, mshaiku um, fanya mchakato huu wa awali na ulipokelewaje? huu mchakato tulishafanya miaka kadhaa hapo nyuma, na mpaka sasa kiukweli, Watanzania wamejitokeza kwa wingi kwa miaka ya hapo nyuma, ambapo waliweza kusalimisha silaha nyingi, na baada ya kuzisalimisha lakini pia tumekuwa tukifanya destruction. Kama huwa ni mfuatiliaji mzuri, nadhani unaonaga mara nyingi mawaziri wa mambo ya ndani ya nchi tunakuwa na kipindi cha uteketezaji wa silaha, mara nyingi zinakuwa ni silaha ambazo zimesalimishwa na Watanzania. masharti ya msamaha ni yapi hasa, na mchakato huu kukamilika, kisha mtu apatikane na silaha kinyume cha sheria atachukuliwa hatua gani? masharti ya msamaha huu, kwanza, raia yoyote atakayesalimisha hiyo silaha kwa hiari, hatashitakiwa wala hatakamatwa wala kubuguziwa au kuhojiwa kwa namna yoyote ile, wala kuharasiwa. Hiyo ndio sharti la kwanza Kini, pia mepangwa, ya subuhi, ya lakini pia kuna muda mahususi ambao umepangwa kupitia tangazo hili, silaha hizo zitatakiwa salimishwa kuanzia saa mbili asubuhi hadi saa kumi jioni, lakini pia kuna maeneo mahususi ambayo anatakiwa zipeleke, kwa mfano, ofisi za serikali ya mtaa, ofisi za, za watendaji wa kata, na vituo vyote vya polisi kwa madaraja yote nikimaanisha daraja A, B na C. Ni Inspector Silvano Sirimamu akizungumza nami hapo awali mm -hmm. tuelekee kwenye michezo na David Nkia. Oh yes. Eh, naona unajifariji <laughs> eh, <manana>, eh. <laughs> Anasema ukisimama mshale, ukikaa mshale. Usiku wa kuamkia leo umepigwa michezo kadhaa ya klabu bingwa barani Ulaya, yani UEFA Champions League. Matokeo ya baadhi ya michezo: Atleti Bilbao ikatandikwa mbili sufuri na Arsenal, Juventus na Borussia Dortmund wakatoka nne, Real de Madrid wakafunga Marseille ya Ufaransa 2-1 huku Tottenham Hotspur ya pale London, ikichapa Villarreal goli moja kwa sufuri. Leo hii kutakuwa na michezo mingine ambapo Bayern Munich itacheza dhidi ya Chelsea, Liverpool watawalika Atletico Madrid, Ajax ya pale Ulanzi kikiwasha dhidi ya Internazionale Milan huku mabingwa watetezi PSG wakicheza dhidi ya Atlanta ya Italia. Huko Tanzania, jana Lizi na mm. mchezo mmoja wa ufunguzi wa ligi kuu Tanzania Bara yaani mchezo wa ngao ya Yisani ambapo mabingwa watetezi Yanga ikaondoka na ushindi wa moja bila dhidi ya wekundu Msimbazi Simba, huku huu unakuwa mchezo wa sita mfululizo kwa Yanga kuifunga Simba, huku baadhi ya wachambuzi wakiona sasa kwamba uh, ladha ya dabi hiyo imeanza kupungua. Unasemaje, inaweza kupungua kweli? Pa, sipo, mchezo ule <laughs> <laughs> wapo. Hadi kupali, pali. Haya, riadha, <laughs> Faith Kipyegon mafukuzo amenyakuwa amenyakua taji la kihistoria la dunia la 4 la mbio za mita 1500 huko, bingwa huyo wa Kenya akiendeleza ubabe wake kwa kupata dhahabu ya tano mfululizo katika mashindano hayo. Mchezaji huyo mwenye miaka 31 amelingana na mshika rekodi wa dunia kwa upande wanaume aliyestaafu Hisham El Guerrouj Uh, kama mwanariadha mwingine pekee katika historia kujinyakulia mataji manne ya mita 1500 kwenye michuano hiyo ya kufukuza upepo. Tennis bingwa mtetezi wa Italia ametinga nusu fainali ya Billie Jean King Cup kwa ushindi wa moja kwa moja dhidi ya Yue Yuan wa China. Elisabeta Koiseroto alijitupa sakafuni saka, saka, saka kwa raha baada ya kuibuka na ushindi wa 4 6 7 5 7 5 katika mchezo ulikuwa wavuta mkuvuto uliopigwa pale mjini Shenzhen, China. Kwa upande wake mchezaji namba nane kwa bora duniani Yasmin Paulini ameiwezesha ya Italia kuongoza kwa seti 6764 dhidi ya Wankwinyo wa China vilevile. Kwa ufupi, tetesi za soka. Newcastle wanafikiria kumnunua kiungo wakati wa Manchester United mwenye miaka 20 kutoka Uingereza Kobe Mainoo mwezi Januari. Real Madrid na PSG wanafuatilia hali ya William Saliba kutoka klabu ya Arsenal, huku mazungumzo yakiendelea kuhusu mkataba mpya wa beki huyo wa Ufaransa mwenye miaka 24. Na Chelsea wanaongoza jitihada za kumsajili kiungo wakati wa Crystal Palace Adam Wharton mwenye miaka 21 mwezi Januari. Naondoka namna hiyo, huyu anakuambia